ila wasiliana na RPC atakuwa na taarifa za kina, amesema Mtambi. Kamanda wa polisi mkoa wa Mara, Pius Litumo amethibitisha kutokea kwa tukio hilo akisema ni baada ya gari la mkurugenzi lilokuwa likitokea Mwanza kwenda Bunda kugongana uso kwa uso na lori. Amesema chanzo cha tukio hilo ni dereva wa gari lilokuwa limembeba mkurugenzi aina ya Toyota Land Cruiser kumkwepa mwendesha w baiskeli, kisha kupoteza mwelekeo na kugongana na lori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 Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi.